Katika maandiko au katika Biblia, umuhimu wa kitu huwa unategemea sana umesisitizwa kwa kiasi gani. Kama umesisitizwa mara nyingi, basi tafuta sana kukijua hicho kitu kwa undani wake na kukiishi. Kuna vitu vingine unakuta, yani, vimejirudia na kujirudia na kujirudia. Unapokutana na hivyo vitu, tafuta sana kuvijua undani wake kwa sababu huku ndiko miujiza mingi inakokuwa imejificha. Ni sawa na neno ambalo tuna hilo tunalijua tangu Sunday school, wanasema neno usiogope, limeandikwa mara ngapi kwenye Biblia? mara mia tatu sitini na tatu kwamba kila siku yako ikiamka ukiinuka nakwambia usiogope. Kwa hiyo namaana, kwa mfano ukikutana na kitu kama hicho, nitakiwa uangalie hivi, kwa nini ananiambia nisiogope? kwa hiyo ndivyo hata Neema imetajwa mara nyingi sana katika Biblia na kuna namna nyingine imetajwa, sio kwa kutaja kabisa jina la neema, ila kwa namna unavyoisoma unaona kabisa hii ni neema. Kwa hiyo unapokutana na kitu kama hicho, jifunze sana kutafuta kukijua undani wake, namna gani unaweza kuishi nacho au kutembea nacho. Kwa hiyo neema pia ni kitu ambacho tunakihitaji kwenye maisha yetu ya kila siku.